Hello, kwa majina naitwa Robin Muhingo. Niko mbele yako kukuambia kuhusiana na kitu kinaitwa sickle cell disease. Sickle cell ni ugonjwa ambao unasababishwa kwa mabadiliko katika vina saba au tunaweza tukaita genes. Mabadiliko haya yanasababisha mutation, um, ya chembe chembe ya damu kutoka kwenye umbo la mviringo kutokea umbo la mwezi mwandamo ambao Haya mabadiliko yakitokea, hizo chembechembe zinakuwa ngumu na zinakuwa zinaleta matatizo katika usafirishaji katika damu. Ni kuna vitu mbalimbali vinaweza ikaonyesha kwamba mtu huyu ana sickle cell. Ukiangalia macho yake yanaanza kaonekana kuwa na rangi ya njano. Ukiachana na hapo, mtu huyo atakuwa anapitia maumivu makali ya mwili. Pia kuna saa zingine anaweza kawa amevimba kwenye mikono ama miguu kwenye hizi sehemu za joints pia na mtu huyu atakuwa ana experience upungufu wa damu. Namna ya mtu ambavyo anapata sickle cell disease kama nilivyosema awali ni mabadiliko ya genes. Kwa hiyo sasa, mzazi ndo sababu ya kwanza ya mtu kuwa na sickle cell. Na mzazi anakuwaje sababu? Mzazi anaweza akamiliki sickle cell trait, na mzazi mmoja akimiliki sickle cell trait, na mzazi mwingine akimiliki sickle cell trait. Mtoto huyu anaweza akapata sickle cell disease. Lakini mzazi mmoja akiwa na sickle cell trait na mzazi mwingine akiwa hana sickle cell trait, huyo mtoto atazaliwa akiwa ana sickle cell trait ama hana sickle cell trait. Lakini mara nyingi imekuwa recorded kwamba sickle cell huwa inasababishwa kwa trait ya sickle cell na trait ya sickle cell kukutana na kutengeneza kitu kinaitwa sickle cell. Mtu mwenye sickle cell kitu ambacho inabidi afanye ni kuzingatia kunywa maji. Inashauriwa kunywa angalau lita moja kwa siku. Pia aweze kutumia dawa zinazoitwa folic acid ama hydroxyurea. Dawa hizi zinasababisha mtu mwenye sickle cell kupunguzwa katika maumivu na kuprovide nutrition ama supplements katika mwili wake ambao anakosa. Sickle cell ni ugonjwa ambao unaweza ukawa umedhibitika, ingawa hauna tiba. Kwa jina naitwa Robin Muhingo, na tutakutana next time.